Karibu katika kampeni yetu ya lishe bora kwa njia ya daladala. Jina langu naitwa Jackline Kawiche, mkurugenzi wa shirika la Nutrition Connect Tanzania. Leo tutaenda kujifunza kuhusiana na mbogamboga, umuhimu wa kula mboga mboga. Bado tunashauri kwamba mboga inatakiwa iliwe ikiwa na ule ukijani wake, kama ni mboga ya kijani lakini bado inashauriwa kwamba mboga ipikwe kwa muda mfupi, ili uweze kuhifadhi vile vitamini na madini. Lakini kama unaipika kuichanganya na chakula kingine, pika kile chakula. Mfano mwingine, anaweza sema mimi nachanganyaga na ndizi. Pika ndizi zako zikishaiva zile dakika tano za mwisho unakaribia kuipua mboga yako, na nili ndizi zako ndio unaweza ukatupia zile mboga zika kama dakika tano ukazitoa zikiwa bado zina hali ya kijani kama endapo unataka kuchanganya na chakula kingine. Lakini usianze kukaanga, ukakaanga ukakaanga, ukaunga ukaunga, ukachanganya na kila kitu na nyama na nini, ikachukua muda mrefu sana, inaendelea kupoteza kupoteza ule ubora. Mboga ni muhimu sana kwa afya zetu. Mboga zinatupa vitamini na madini ambayo ni kinga kubwa sana kwenye miili yetu. Kwa hiyo tuwe mabalozi wazuri, tunapoenda nyumbani, hata mama anapoandaa mboga hem, leo kaa jikoni, angalia mboga inavyoandaliwa. Pale ambapo tu, mama anakosea mwambie mama, leo nimepata elimu namna ya kuandaa mboga ni hivi na hivi. Kama ni mke, ni mume, tunaweza tukashauriana pale nyumbani. Lengo kubwa ni tuone kwamba jamii yetu ya Kitanzania inakuwa na afya nzuri. Jamii yetu ya Kitanzania inakula mboga mboga kama sehemu ya kutusaidia sisi kujikinga na maradhi. Maradhi yamekuwa ni mengi sana, kwa sababu kinga ya mwili ya watu wengi ni ndogo sana. Kwa hiyo ikija malaria inapita na mtu, ikija presha inapita. Uh, yaani magonjwa yamekuwa ni mengi na watu wengi hatuwezi hatutumii mboga mboga, mboga.